Naam, natumai Jalali amewajalia siha njema. Wacha nikachukue fursa hii kualika katika kipindi chetu cha Kiswahili, na asanteni kwa kuzidi eh, kutazama video hizi ambazo zinahusu lugha ashrafi ya Kiswahili, hasa mtaala huu wa umilisi. Na katika somo letu la leo uh, ni vyema tukaweza kuangazia uandishi wa insha katika gredi ya tisa. Uandishi wa insha katika gredi ya tisa na uh, inafaa tufahamu kwamba uh, insha ni mojawapo ya sehemu tahini katika karatasi ya pili, karatasi ya pili katika gredi ya tisa. Kwa hivyo mwanafunzi afaa akaweze kujua uh, jinsi ya kuandika insha ambazo uh, ameweza kufunzwa darasani na mwalimu. Na tunapoandika insha kuna vipengele ambavyo inafaa tukaweze kuangazia uh, tuna aina tofauti uh, za insha uh, tunazo insha za kimuundo ambazo mwanafunzi afaa akaweze kufuatilia muundo anapoandika insha yake kwa hivyo insha ya leo ambayo ningependa tukaweze kuangazia katika ino grade ya tisa ni ino insha ya shajara shajara. Nakumbuka shajara katika lugha ya King'enge tunazungumzia kuhusu diary. Diary. Na ni vyema iwapo mtanruhusu tukaweze kuangazia maana ya shajara, maana ni swali ambalo huenda likaulizwa katika karatasi ya kwanza, maana ya shajara na shajara ni kitabu kinachoandikwa kumbukumbu ya matukio ah. Matukio haya huweza kuwa matukio muhimu ya kila siku. Kwa hivyo kile kitabu ambacho matukio ama kumbukumbu kumbu ya matukio muhimu huandikwa ya kila siku ndiyo tunayorejelea kuwa shajara katika lugha ya Kiswahili. Na pia tunapata kwamba insha ya shajara ni insha inayo andikwa kwa ajili ya kuonyesha mambo muhimu yaliyotendeka au yanayotarajiwa kutendeka katika maisha ya mtu au taasisi fulani. Na nitatumia mfano wa shule eh, a, katika shule utapata kwamba hasa shule za kibinafsi private schools, utapata kwamba tunazo zile shule ambazo wanafunzi eh, hupaswa kuandika shajara. Uh, katika shajara hizi tuna sehemu ambayo, uh, imeandikwa kuanzia uh, siku ya Jumatatu hadi ile siku ya uh, Ijumaa, na unapata kwamba iwapo ni Jumatatu, inafaa mwanafunzi akaweze kuandika matukio ambayo yatatendeka siku hiyo na tunazungumzia kuhusu kazi ya ziada ambayo huwa wanapewa wakaweze kufanyia kule nyumbani. Kwa hivyo wanaandika chini matukio hayo, kama ni somo la hisabati anaandika hisabati, uh, idadi ya maswali na ukurasa ambao uh, ambao mwalimu ameweza kuwapa kazi. Kwa hivyo huo ni mfano mzuri wa shajara. Na, tunazo aina kadhaa za shajara ambazo mwanafunzi afaa akaweze kufahamu na shajara ya kwanza ni shajara ya kibinafsi tunapozungumzia shajara ya kibinafsi A, hii ni shajara ambayo huandikwa mawazo na hisia za mtu kuhusiana na matukio aliyoshiriki Eh? shajara ambayo huandikwa mawazo, mawazo na hisia za mtu kuhusiana na matukio aliyoshiriki hiyo ni shajara ya kibinafsi Personal, Diary, personal diary, ndio shajara ya kibinafsi pili. Tunayo shajara ya ofisini, shajara ya ofisini na shajara ya ofisini huandikwa shughuli rasmi za ofisini. Uh, office diary, office diary. Hii ni shajara ambayo huandikwa uh, shughuli rasmi za ofisini. Kisha tatu, tunayo shajara ya safarini. Hii ni shajara ambayo huandikwa mawazo na hisia za msafiri kuhusu maeneo aliyotembelea kwa mfano unatembelea uh, ziwa Victoria. Kwa hiyo unapotembelea ziwa Victoria, hiyo siku ambayo umetembelea uh, ziwa Victoria, utanakili chini kuanzia pale ambapo ulianza kujipanga uka, ukaanza safari yako na ulipofika katika ziwa Victoria, matukio ipi ambayo yalikuwa yanatokea huko, kwa hivyo utanakili chini katika hiyo siku na, na hiyo tutarejelea kuwa ni shajara ya safarini na mwisho tunayo shajara ya shuleni. Shajara ya shuleni na huu ndio mfano ambao nimetumia hapo mwanzoni, ambapo tunazungumzia kuhusu uh, school diary ambapo wanafunzi wanapewa uh, uh, uh, uh, uh, ya, ya, na huenda ikawa nam, hii ni shajara ya na mwanafunzi maana, kama ni shajara ya of, ofisini, tumezungumzia hapo juu. Kwa hivyo hii ni shajara ambayo huandikwa na mwanafunzi kuhusu shughuli za shuleni, shajara ambayo huandikwa na mwanafunzi kuhusu shughuli za shuleni. Nakumbuka shajara ni mojawapo ya uh, sehemu za tathmini ambazo mwanafunzi afaa akaweze kuwa nayo. kwa hivyo hizo ndizo aina za shajara. Twende kwa vipengele vya kuzingatia katika uandishi wa shajara. Kwa hivyo mwanafunzi anapoelezwa akaweze kuandika shajara, ni vipengele vipi ambavyo anafaa akaweze kujumuisha katika uandishi wake wa shajara? Na kipengele cha kwanza ambacho ni muhimu sana, mwanafunzi afaa akaweze kuanza kwa uandishi wa shajara yake kwa tarehe, na hii tarehe inafaa iambatane na siku ya wiki, na saa huandikwa kwanza. Kwa hivyo tarehe siku ya wiki na saa huandikwa kwanza. Kwa mfano tunaweza tukasema kwamba ni Jumatatu, tarehe kumi na tano aa, Januari, mwaka ni mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu saa ni saa moja unusu. Kwa hivyo huo ndio mwanzo wa uh, kipengele cha kwanza cha shajara. Baada ya kuandika hivyo, mwanafunzi inafaa aje aandike kwa kutumia nafsi ya kwanza hapo. Tunapata ni ni au tu. Nafsi ya kwanza ni au tu. Kwa mfano tunasema kwamba niliamka asubuhi, nikajitayarisha, kisha nikachukua begi langu kuelekea shuleni Nilipofika shuleni nilipata wenzangu wakiwa tayari washaingia kwenye basi. Tuling'oa nanga aa, karibia saa tatu unusu. Kwa hivyo unapata kwamba unapojirejelea unatumia kiambishi ni, na unaporejelea kikundi kizima tunatumia kiambishi tu. Kwa hivyo nafsi ya kwanza ni na tu hutumiwa katika uandishi wa shajara kisha wakati uliopita. Wakati uliopita na wakati uliopita waashiriwa kwa kiambishi li, hutumiwa kuandika kuhusu matukio. Kwa mfano, tulipofika ziwa Victoria tulishuhudia wavuvi wakiwa a, a, ziwani wakivua samaki. Kwa hivyo utapata kwamba wakati uliopita ndio hutumika. Tuliweka begi zetu katika sehemu ambayo ilikuwa salama, kisha tukapanga mlolongo ama tukapanga, uh, samahani, tukapanga foleni ili kuhesabiwa. Tulipomaliza kuhesabiwa idadi yetu ilijulikana, kisha tukalipia pesa za kuingia katika boti. Kwa hivyo unapata kwamba wakati uliopita ndio hutumika. Na kipengele cha mwisho tunapata kwamba maandishi kuhusu matukio na muundo ulio na utangulizi unaelezea, kwa hivyo kuhusu tukio, tuko na mwili. Mwili unaelezea jinsi tukio lilivyotokea, na mwisho tuna hitimisho na hitimisho inaelezea wazo na hisia za mwandishi kuhusu tukio husika. Kwa hivyo unapata kwamba tunapoandika shajara inafaa tuwe na matukio ya kila siku. Kwa mfano kama ni Jumatatu mlitembelea wapi, matukio yapi yalitokea huko? Na shajara huwa na maudhui ambayo ni maudhui ambayo yafaa yawe ya moja kwa hivyo iwapo unapanga kwenda safari, hiyo safari yafaa maudhui ambayo yatajitokeza katika sehemu ya kwanza, ambayo ni sehemu ya kwanza ambayo ni utangulizi, yaendane na mwili, kisha yaendane na hitimisho. Na kumbuka mwili hupatikana katika aya yake, kisha utangulizi aya yake na hitimisho aya yake, kulingana na siku ambazo umeweza kupewa ukaweza kuandika hiyo shajara, jinsi tunavyotazama kupitia kiwambo chako, mfano wa shajara ambao nimeweka hapo. Kwa hivyo pitia huo mfano ukirejelea vipengele ambavyo tumezungumzia hapa, na hakika mwishowe utakuja kufahamu jinsi ya kuandika insha ya shajara na utaboresha uandishi wako. sawa sawa, asanteni.